Walivyoanza kutangulia kusema, safari ilikuwa ni ndefu, lakini tumshukuru sana mheshimiwa rais wetu kipenzi wetu John Pombe Magufuli kwa kuweza kukubali na kuendelea kuwacha matingamfanye hapa Kariakoo. Magufuli oyee! mmeshajiandikisha kama ambao jiandikisha ni wachache sana, ambao bado tutaendelea kutoa nafasi ya zoezi hilo kwa muda mwingine. Sasa mmeshatambulikana, mmeshaandika mahali penu ambapo mnataka kufanya biashara, pamoja na wote tunajua sasa ni machinga kundi. Sasa kabla sijaendelea, naomba niite watu wawili nijo hatuna makundi mawili, tuna machinga moja tu, tunaifahamu Tanzania nzima okay. Asa baada ya hayo sasa, tuende kwenye kazi yenyewe. Baada ya kuandikisha sasa na mmeshajulikana, ilikuwa ni utaratibu wa kupangana kwamba mnakaa mitaa gani, lakini baada ya kukaa sasa, tutaendelea kutambua na vipi katika maeneo tofauti. Meneja wa benki amekuja hapa, amesema nikishakutambua wamachinga we, nikishakutambua na una kitambulisho chako, sina shaka mkopo utaupata. Ingia kwenye benki yoyote ukopesheke. Leo tunataka wewe mwenyewe usitume watu, usingoje watu wakuletee bidhaa. Tunataka usafiri mwenyewe uende ukalete bidhaa hapa. Leo tunawapatieni vitambulisho vya taifa. Wewe huna wasiwasi, unatembea kifua mbele. Ukitoka hapa, una pasi yako unapanda, unaenda nchi yoyote kwenda kuleta bidhaa, hakuna wa kumtuma, hakuna kukuletea. Tunataka wamachinga wote mtembee kifua mbele, muone matunda ambayo rais wenu John Pombe Magufuli amewaletea. Tembea kifua wa mbele, jua baba yako yupo anakutetea na wewe utaweza kuendelea na biashara hapa Tanzania Machinga hoye! Ma, tunataka sisi Dar es Salaam lakini hata Ilala, wa machinga tuwe mfano kwa wilaya zingine, na wao waje waige hapa, waige utaratibu tulioufanya. Tumeenda kimya kimya, au sio? Hakuna yeah aliyepigwa gongo, hakuna aliyepigwa bomu, tumeenda tumeelewana mambo yameenda, kwa machinga hoje sasa kazi ya leo ambayo tutakayo ifanya nitamwita dada wanida ili aweze kutoa vitambulisho vya taifa kwa machinga. Nimeambiwa mko karibu elfu nne ngapi, lakini vya kwake vimekuwa tayari elfu moja na mia ngapi, elfu moja mia tisa themanini na nne. Vingine vitaendelea kutoka, tuaminini wale ambao wa hamtakuweza kupata leo, au sio? Tutaenda wote, mtapata wote, hakuna takaye ata. Lakini kabla sijafika huko, naomba nitoe mambo mawili au matatu ambayo tuliyafanya juzi. Tunawaita viongozi wenu, tukakutana nao, kulikuwa kuna mambo kidogo kidogo hayakae vizuri, ndio maana nimewaita hapa washikane kwamba tuko machinga

Anakata vipande nasikia, unauza laki tano laki nane arapisini kama ti hawa watu, tia ndani hawa watu, hawa watu hawa pesa yao ndogo unamuzia laki nane. Sasa mimi naleta meza, naanza kupanga moja mpaka mia tano. Wewe uliyeuza hela, ukaitafute umrudishie, eh. Ma, ma, mateksi, kuna magari wengine hawapaki magari au sio? Lakini kuna watu wangu kwenye serikali na wenyewe wanayeuza hayo, basi tafuta hao watu wenye kuuza hayo maeneo kwenye serikali, tuwachukulia hatua. Magari huku hayapaki Hapanipeni he. Mie hela unatia mfukoni, alafu eneo unaliacha ufanyi kazi yako ya serikali. Hawa lazima tuwachukulie hatua. Tunataka Kariakoo iliyo nzuri, tunataka Kariakoo yenye maadili, tunataka Kariakoo mtu akija hapa hakuna manung'uniko, watu wafanye biashara wapate pesa yao na sisi serikali tupate cha kwetu. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, Miaka mingi imepita, mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? pesa ni mpesa. Ha? baada ya kununua zawadi za, za sikukuu sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu ila safari hii nikapanga nimwonesha. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni timu ya kutumia mkwaja wangu. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto Mjiomba, taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye ap ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu. Install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi, hayo ni maelekezo. Hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako, hebu rudi nyumbani kwanza. Hapa Global Publishers application.